mwalimu wetu kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam, ni wajibu wetu wa sisi kama Waislamu, kama mtume alivyosema, balighu anni walau aya. Na kwa hakika hamna zawadi kubwa zaidi za kumpatia mtu unayempenda kama nasaha ambazo zitamsaidia kunyosha kunyosha maisha yake, sababu dini so nasiha, maana ya dini haswa ni watu kunasihiana na haswa sisi waislamu tumeamrishwa tunasihiane, ili kusudi tupate kukua tuondoke pale tulipo sehemu za idhilali na tufike pale tutakapo sehemu za iza. Na kwa hakika matatizo katika jamii yetu ni mingi sana, lakini labda kwa leo tuzungumzie ni sheria gani kijana anaweza kufuata ili kusudi aka ibuka kijana ambaye atakuwa na maisha mema hapa duniani na maisha mema kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala, what is essential ni kwamba unaangalia huyu kijana nani, kwa sababu hamna safari iliyo bora zaidi kama safari ya kijana kujitambua yeye ni nani. Ukishajijua wewe ni nani, utajua utafanya nini mahali gani na nani, ili kusudi ujenge yako yakini na baadaye wewe utaweza kusafiri safari njema ya duniani, na kama sote tunavyoomba ni kwamba makazi yetu yawe yatakuwa ni peponi. Alhamdulillah, kijana ama ujana ni wakti ambapo mwanadamu anatakikana awe na hima ya kujenga umoja wa maumbile yake, maumbile yake na umoja wa maumbile unajengwa ikiwa fikira zako zina lingana na hisia zako, na hisia zako zinasukuma vitendo vyako. Hii triangle ni muhimu sana kwa kijana, kwamba asiwe mtu ambaye anakabiliwa na tatizo la kupata kansa ya jamii. Kansa ya jamii ni kansa ambayo atakuwa anakuwa criticized kila wakati. Kansa ya jamii ni kansa ambayo atakuwa anaweka kando kila wakati San, kansa ya jamii ni kansa ambayo atakuwa hawezi kutekeleza yale malengo yake na kufikia pale anapotaka kufikia katika maisha yake. Na kansa ya jamii ni kwamba we kijana atakuwa hawezi kabisa kuishi yeye mwenyewe, lazima ategemee watu wengine na atafute influence ya watu wengine. Kwa hivyo ni vizuri kijana ajue kwamba kukamilika kwake kunategemea uh, muungano wa fikra zake, hisia zake na vitendo vyake. Ujana ni wakati wa kufanya juhudi kwa sababu ni wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala mazuri ya kimaumbile huwa ameyakamilisha na ameyaweka pamoja. Na maumbile haya ni maumbile ya usomi, maumbile ya kuwa na shock absorber za emotions na maumbile ya kwamba ana nguvu za kiwiliwili kwa hivyo asipozitumia hizi vitu vitatu wakati wa ujanani, basi atakuwa na shida sana anapofikia wakati wa uzeeni. Kwa hivyo kijana lazima awe na juhudi ya kutaka kuunganisha nguvu zake zote alizobarikiwa na Allah, subhanahu wa ta'ala, nguvu za fikra na na, hakika sote tunajua fikra zina nguvu za aina gani, kwa sababu mwanadamu huwa vile anavyojifikiria. Hio kijana akijifikiria kwamba yeye ni kijana mzuri, maisha yake atakuwa mazuri, na akijifikiria kama ni kijana mpotevu, basi kupotea pia inakuwa rahisi. You become what you think of yourself every day. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba kijana azingatie kwamba bongo lake, akili yake, fikira zake ni lazima azilinde na maoni potofu, ili asije akawa ana dhuriwa na zile fikra ambazo sio nzuri. Alafu kupenda na kuchukia ni kazi ya moyo. Kijana anatakana awe na moyo wa upendo wa mazuri, yani kupenda mazuri na kuchukia mabaya. Ukiwa na taste ya mazuri na dislike ya mabaya, kufanya mabaya inakuwa shida sana na kufanya mazuri inakuwa rahisi sana, kwa sababu inakuwa sasa ni maumbile yako. When you do what you love, And you love what you do. Doing it becomes very easy. Hasa ile uwezo wa kutumia moyo wako ukawa na mapenzi na yaliyo mazuri, basi mapenzi ndio inakuwa pambo lako, alafu ukatumia nguvu zako za kiwili, yani energy. Maana kwa sababu maisha ni energy, bila energy hamna maisha, na ndio maana uzee mara nyingi, kwa sababu hauna energy, inakuwa ni wakati wa kipindi cha kulala salama, lakini ujana una energy, hasa ikiwa ujana ta invest hii energy yake katika mambo ya khairi basi ataepukana na hatari, ataepukana na shari, na atakuwa karibu na mola wetu kahari. Lakini kwanza lazima awe atakuwa anakariri uchukivu wa mambo mabaya, anakariri uzuri wa mambo wa mambo mazuri. Ujana kwa hakika ni adabu. Bila ya discipline hakuna aliyefaulu katika maisha. Discipline ndio nguzo kuu ya mwanadamu kufaulu katika maisha yake, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kila mwaka kaweka university special, kwamba sote lazima twende katika hii university, na hii ni university ya Ramadhani. Uh, course kubwa inayofundishwa katika university ya Ramadhani ni course ya self discipline, eh la allakum tattakun, ili uweze kuwa na self control, uweze kuwa na self drive uweze na self accountability ili kusudi kabla hujafanya jambo lolote, kwanza unafikiria je, hii ninalolifanya linanipeleka wapi? Eh, itatoa maisha yangu yawe maisha ya aina gani? Kwa hivyo ujana ni ile hali ya kwamba wewe una discipline ya hali ya juu. Unajua pambo la kijana huwa linatengezeka na skumi si ya kwanza ni self image. Ile image yake akionekana ya huko nje, je, anaonekana kijana mzuri ama kijana mkora? Self esteem je, hisia zake, anajiona kama ni mtu ambaye anaogopa Allah subhanahu wa ta'ala na anaishi kulingana na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Self confidence je, anaweza kukabili matatizo yake ye ya mwenyewe bila ya kutegemea watu wengine. Self control je, anaweza kucheza na hisia zake za moyoni ili zisimsukume kuingia katika mambo mabaya. Self-control ni kwamba wewe utakuwa umekaa katika kiti cha udereva cha maisha yako na utakuwa hukubali hii peer influence ama kuwa uh, mwepesi wa ku-buy in na kununua fikra na kufuata fikra za wengine, lakini wee mwenyewe utakuwa unazalisha fikra zako mwenyewe. S ya tano ni self-restraint, kwamba unajinyima raha ya leo kwa sababu wataka starehe za kudumu za kesho akhara. Kwa sababu ukitaka hizi temporary raha za kupitapita hizi uh, za miaka hamsini, raha za kupitapita hizi za miaka sitini, raha za kupitapita hizi miaka sabini, hujue kwamba utateseka milele unapo kwenda akhara. Kwa hivyo ni muhimu kijana azingatie e, ishu ya kwamba yeye ana nguvu za kujikanya kabla hajakanywa na mtu mwingine. Yeye anaweza kusema no kwa urahisi ikiwa mahali panahitaji no, na anaweza kusema yes kwa urahisi mahali ambapo panahitaji yes. Alafu s -S -S nyingine ni s ya self -discipline. Kufanya kinachofaa kufanywa katika wakati unaofaa na mtu anayefaa, yani kuchagua lile ambalo lina faida ya muda mrefu badala ya kuangukia lile ambalo lina faida ya muda mfupi. Alafu kuna ile inaitwa self accountability, kwamba wewe mwenyewe una pause mara nyingine, na unajiuliza je, yeah, haya ninayoyafanya leo kama kijana nitatoboa mimi nikifika miaka 40, nitatoboa, mimi nikifika mi... kwanza nitafika hata miaka thelathini ikiwa ujana wako unauchezea tu ovyo ovyo na unapeleka tu kiholela holela. Utakana ukae chini ujiulize, haya ninayoyafanya leo, haya madawa ninayotumia leo, hivi vitu ninavyovuta leo, hivi vitu ninavyokunywa leo, je, vitaniwezesha kunisukuma angalau atakufika thelathini arobaini ama itani, yani itanichukulia muda wangu maisha yangu na maendeleo yangu, na baadaye nitakuwa mtu ambaye sina wa kumlaumu bali kujilaumu mimi mwenyewe. Es nyingine ni es ya kwamba unakuwa na self kwamba yule kijana anapofanya kitu kizuri anakifanya kila siku, daima dawamu, afanye leo alafu kesema kesho amechoka. Huyo ndio kijana ambaye anajijenga polepole pole, kwa sababu kufaulu hakupatikani kwa siku moja. Kufaulu kuwataka muda, ile consistency, wanasema is stronger than intensity, kwamba kule kurudia rudia rudia ndio kunakufanya wewe unatulia. Lakini ukiwa unafanya leo hili unabadilisha kesho lingine, kesho kutwa lingine, basi hupati kuwa master wa jambo lolote. Okay. Na kama hauwezi kujimaster wewe mwenyewe, there is nothing you can do to master your life. Lazima kwanza ujimaster wewe mwenyewe, alafu utaweza ku master your own life. And if you don't master your own life, of course unakuwa mtuma wa watu wengine. Na hakuna kitu kibaya kama hicho katika maisha kwamba wewe huna uhuru, unaishi kulingana na matakwa, mahitaji na msukumo wa watu wa watu wengine. Alafu self reflection ni kwamba wewe kabla hujafanya jambo kama kijana unakaa chini halafu unapambanua eh, wanasema ukijichanua utajicha, ukij, nasema ukijichambua utajijua, ukijijua utajichanua, ukijichanua utajua kipi kinamurua na maisha yako. Kila siku utakuwa unakua eh, na kila unachotaka kitakuwa, na we mwenyewe pia utakuwa katika hali ya kupoa, kwa sababu unajijua, unajua udhaifu wako uko wapi unajua nguvu zako ziko wapi, unajua opportunities za kujiendeleza ziko wapi, na unajua threats, yale mambo ya hatari yaliyokuzunguka ni mambo ya aina gani. Kwa hivyo nyingine ni kwamba self consciousness, kujua kwamba mwanadamu ana kiwango ambacho hawezi kupita, kwa sababu wewe kama kijana, kwa hivyo wewe kama kijana unafanya bidii yako, lakini mengine unamwachia Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na Vision ya kwamba maisha yako hayatamalizika hapa duniani. Maisha yako yatasonga mbele, yatakwenda akhira na utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. So consciousness ni ile hali ya kujiuliza kwa kwamba je, yeah, mimi nitaweza haya ninayofanya hapa duniani leo nitakuwa na nguvu za kuweza kusimama mbele ya Mola wangu kesho. Haya ninayofanya duniani leo je, yeah, nitakuwa na uwezo wa kupata huruma ya Mwenyezi Mungu kesho ili nipate kuingia Ndugu zangu, ujana ni ile hali ya kwamba una hadhari na unayoyafanya, kwa sababu mazuri yanategemea nia ya nzuri, alamalu binniat. Sasa wewe ukiwa nia zako si nzuri, basi huwezi kufanya matendo mazuri. Ndio maana wanasema very interesting formula. Your intention, nia ya yako plus your action, na vitendo vyako Ina kupeleka katika destination yako kwa sababu nia ni software, na software kila siku ina drive hard, hardware. Nia iko ndani ya moyo, na moyo ndio engine ya kufanya kiwiliwili cha mwanadamu kichague kitendo gani cha kufanya. Kwa hivyo ikiwa nia si nzuri, kufanya mazuri pia inakuwa mabaya, kwa sababu kila kitu katika maisha kinaanza na intention. Yani, hii ni, ni nguvu za kisaikolojia zinaitwa power of intentionality kwamba wewe unatumia ile nguvu za kuweka uh, nia nzuri katika moyo wako ili kusudi mwili wako uweze kuchagua ya kufanya yaliyo mazuri, basi na mwisho wako unakuwa ni mzuri na huwezi kuingia katika hatari. Lakini ukiwa ni kijana ambaye umejaa jeuri na kiburi, basi unakuta mambo yako kila siku yatakuwa ni mambo yaliyojengwa katika misingi ya hatari, na hilo huenda ikakufanya wewe usiweze kufuata yale Allah Subhanahu wa Ta'ala Mola Kahari aliyotulazimisha kutufahamisha, kutuelimisha, ili kufanya maisha yetu ya maisha ya wastani. Ujana ni ile hali ya kwamba wewe unajenga amani ya maisha. Amani ya maisha iko katika fikra. Kama fikra zako zina amani hisia zako zitakuwa na amani. Kama hisia zako zina amani, vitendo vyako vitakuwa vinakujengea amani. Kwa hivyo, kama kuna kitu kijana hafai ku compromise katika maisha yake, ni kitu ambacho kinaitwa amani. The peace begins in the mind, what you think, then it settles in the heart, how you feel, and finally nakusaidia na kuendeleza yale matendo ambayo ni bora ya kufanya wewe kuwa mtu wa busara. Ndugu zangu, usipoutumia ujana wako kwa hadhari, utuzima wako utakuwa ni wenye mwingi wenye wingi hatari. Wacha nirudie, usipo utumia ujana wako kwa mambo ya heri na hadhari, basi ujue utuzima wako utakuwa ni wa hatari. Wabilahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.